Yes wagwan, karibu kwenye chaneli yetu ya YouTube. Leo swali ni moja tu, kwa nini vilabu vingi barani Afrika hupenda kushiriki mashindano ya CAF Champions League? Na majibu ni mengi sana, kwa sababu mashindano ya CAF Champions League ndio mashindano makubwa barani Afrika kwenye ngazi ya vilabu. Tukianza na sababu ndogondogo ambazo CAF Champions League haihusiki nazo moja kwa moja, kwa mfano gate collection Haya ni mapato ambayo klabu inavuna kwa kuuza vingilio au tiketi. Na faida nyingine ni kama mauzo ya jezi, matangazo, sponsa, kukuza heshima ya klabu na kuongeza heshima kwa wachezaji. Mashindano ya CAF Champions League yana mchango mkubwa sana kwenye kukuza thamani ya wachezaji. Hili tumeliona dhahiri shahiri kwenye ligi ya Tanzania, tukishuhudia wachezaji kama Kratos, chota Chama, Mayele Mixon Mzize na Aziziki, wakiwa wamekuza thamani yao kupitia mashindano ya CAF Champions League. Ukiachana na sababu ndogo ndogo kama hizo, sababu kuu ni mapato au fedha zinazotolewa na CAF kwenye mashindano ya CAF Champions League, na ili klabu iweze kushiriki mashindano ya CAF Champions League, lazima iwe nafasi ya kwanza au ya pili kwenye local league, kwenye ligi ya nchi husika. Mara nyingi mashindano ya CAF Champions League Tanzania huwakilishwa na Simba na Yanga isipokuwa mwaka juzi ambapo Azam aliweza kuwa nafasi ya pili kwenye ligi na akashiriki mashindano ya CAF Champions League. Yes, baada ya kusema hayo hivi ndo viwango vya pesa ambavyo CAF hutoa kwenye mashindano ya CAF Champions League. Haswa haswa hutoa kulingana na stage ambayo club imefika mashindano ya CAF Champions League huanza na preliminary round au hatua za awali ambazo CAF hutoa dola elfu hamsini ambazo ni sawasawa na Tanzania shilingi milioni mia ishirini na mbili na laki saba na na, club ikifanikiwa kuingia hatua za makundi CAF hutoa dola laki saba ambazo ni sawasawa na bilioni moja milioni mia saba kumi na nane za Kitanzania na kama klabu ikifanikiwa kushika nafasi ya kwanza au ya pili kwenye kundi, hapo itakuwa imefuzu hatua ya robo fainali, na CAF hutoa dola laki tisa ambayo ni sawasawa na bilioni mbili na milioni mia mbili za Kitanzania. Hatua ya robo fainali huwa na mechi mbili ya home and away. Mshindi wa aggregate huweza kwenda nusu fainali, na kama klabu ikifanikiwa kwenda nusu fainali, CAF hutoa dola milioni moja na laki mbili, ambayo ni sawasawa na bilioni mbili pointi tisa za Kitanzania. Hatua ya robo fainali huwa na mechi mbili ya home and away. Mshindi wa aggregate huweza kwenda nusu fainali, na kama klabu ikifanikiwa kwenda nusu fainali, CAF hutoa dola milioni moja na laki mbili, ambayo ni sawasawa na bilioni mbili pointi tisa za Kitanzania. Baada ya nusu fainali steji inayofata ni fainali. Hii inahusisha vilabu viwili ambavyo vimeshinda nusu fainali kwa aggregate au penati. Vilabu viwili ambavyo vitacheza fainali hupewa pesa kulingana na matokeo ya aggregate au penati. Kwa yule ambaye atakuwa amefungwa fainali hiyo atapewa dola milioni mbili ambayo ni sawasawa na 4.9 bilioni. Bilioni 4.9, huyo ni mshindi wa pili ambaye amecheza fainali na kupoteza na club itakayofanikiwa kushinda mechi ya fainali kwa aggregate au penalti, CAF itatoa dola milioni 4, ambayo ni sawasawa sawa na Tanzania shillings bilioni 9.8, na huyo ndo atakuwa mshindi wa mashindano ya CAF Champions League. Mpaka kufikia hapa nitakuwa nimeeleza vyema faida ya mashindano ya CAF Champions League kwenye vilabu vya Afrika, na pia umeweza kujua viwango vya pesa ambavyo CAF hutoa kwenye mashindano ya CAF Champions League. Na baada ya kusema hayo, nitakuwa nimefikia kikomo kwenye makala hii, na naomba usisahau kusubscribe na kucomment kwenye channel yetu ya YouTube. Thank you.